Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wakati huu ambao kama wenzangu walivyosema sipindi kanisi sana kwa kila mmoja Sisi wenyewe na wa kwa, kwa niaba ya mikiti wa halimashauri alimashauri, wenyewe na ni kwa niaba ya kanisa zima, kunakuja le yenu kuwambia kwamba swala hili ni gumu kwa so, kila mmoja. Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye kumbili ile tatu kwamba katika kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kusudi lake chenai haya majira sasa kumshukuru kumshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Tulishiriki naye vitu vingi sana. Sisi ambao tuko kwenye fellowship tulishiriki naye vitu vingi sana. Alifundishia mijadala mingi sana kati wa Bible study. Na ilikuwa ni jadala kubwa sana. Lakin, na sana. Lakini alifungulia mambo mengi na tukapata elimu sana kwenye jadala hili. Sisi tuliofanya kazi naye pamoja kwa karibu na tunamuomba Mungu zaidi aendelee. Bariki kwa na kukwenda, najua ni mazingira mapya na yawezekana yakampa tamu kidogo, lakini Mungu kama alivyosema kwenye Biblia, kila kitu kina mausuli chini ya mbingu, kila kitu kina mausuli, akifanyiki kiko bahati mbaya. Kiangalia historia ya baba Kasembe toka alivyokuwa Songea huko kuma mpita na mpiganaji mwingi sana ku hawezi kushindwa mpigana, na bahati nzuri hapa mali. Bwana Yesu asifiwe. Basi basi, kwa niaba ya mshauri kwa kweli tuseme tu asante a hapa na Mungu akubatangulie vuru. Halmashauri imefanya kidogo, hii mizigo mnayoiona hapa mbele hapa ni halmashauri, kwa niaba fanya pale. Kuna mchele, kuna sukari, kuna mafuta, kuna sabuni za unga na kuche na vitu vingine vidogo vidogo vy